Yesu asifiwe. Hii ni Mkombozi TV, ambao ni jukwaa, tunasema jukwaa la wainjilisti. Kama kawaida yetu, tunapita tunawatafuta wakristo wenzetu ili kuwauliza maswali yanayohusiana na Biblia. Lengo letu kubwa ni kuhamasisha Wakristo waweke umuhimu wa kusoma na kujifunza maandiko matakatifu ya Biblia. Leo nimekutana na dada yangu hapa ambaye naye atajitambulisha kisha atasema yeye anasali kanisa gani na baada hapo nitamuuliza maswali yangu matatu. Dada, habari yako? Mzuri. Dada, unaitwa nani na unasali kanisa gani? Mimi kwa majina, anaitwa Suzi. Mm, mimi ni nasali Roman Catholic. Dada anaitwa Dada Suzy na yeye anasali kanisa la Roman Catholic. Dada, unasomasoma Biblia? Nasoma lakini sio sana, sio sana e. Basi mimi na maswali yangu matatu ambayo nataka unijibie, ni rahisi na imani, utaweza? Amina. Sawa, amina. So, dada, swali langu la kwanza nataka nijue, hapo mwanzo Mungu aliumba nini na nini? Hapo mwanzo Mungu aliumba mbingu na ardhi. Dada anasema hapo mwanzo Mungu aliumba mbingu na ardhi, ardhi. Cho la pili, nani alikuwa mama yake Yesu? alikuwa Mariam alikuwa Mariam. Sawa, swali la tatu, nataka nijue mwanadamu wa kwanza kabisa duniani anaitwa nani? Anaitwa Adam. Mwanadamu wa kwanza duniani anaitwa Adam. <laughs> Basi dada, nashukuru kwa muda wako. Asante kwa kujibu majibu yao. Zaidi ya yote, naomba wewe ambao unaangalia kipindi hiki na wewe pia uweze kuwa sehemu ya huduma hii. Naomba uweze kushare video hii, naomba uweze kulike video hii, naomba uweze kutoa comment yako kuhusu video hii. Lakini zaidi ya yote kipindi hiki ni mahususi kwa ajili ya Wakristo ili kuweza kuhamasishana juu ya usomaji wa Biblia. Biblia ndo tuseme, ndo afya ya Mkristo. Unapotaka kumjua Mungu manaake lazima usome Biblia. Biblia, bila kusoma Biblia huwezi kumjua Mungu.